Huyu kijana anayemiliki ini bodaboda, ichombo ni bajaji, inaona titi, ndiyo nataka kuoa <laughs> Kwa sababu nimeona unakaa kwenye bajaji, unaruka wasema viti yangu hapa kwenye bajaji, anaruka kwenye bajaji, kasema hii bajaji atakaa umo, mbona nikaona ndio. Nakwambia hii ni kitu nachoona pana, acha nikwambia kusaidie, kwa sababu unaona uhakika na huyo mtu kabisa, una uhakika naye Acha nikuombe mapenzi ya Mungu yafanyike upate aliyoletwa na Mungu amina, amina. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, amina nindo, fanikiwe binti yangu.